Karibu Urithi Plus. Leo nimekuja kuwatembelea waganga wa Msusi Mchawi pamoja na mlezi wa Msusi Mchawi. Hapa nimewakuta e, wapo seti. Kwanza kabisa ningependa tufahamu majina yenu ni ya kina nani, tukianza na Karulete. Karibu Karulete. Kwa majina naitwa Idi Muhammad Salum. Kwenye Msusi Mchawi nimecheza kama mganga Karulete, mganga mkuu kwenye kilingi. mm... apo kwa majina naitwa Khalifa Muhamed Salu. kwenye Msusi Mchawi nimecheza kama mganga msaidizi na jina langu naitwa Wanguku. kwa majina naitwa George Tosha, nimecheza kama mlevi mchawi alafu mbea vile vile katika Msusi Mchawi. Mashabiki wengi sana wanapenda nyimbo zenu, hebu tukumbushe kidogo, kwenye msusi mchawi, nyimbo gani ambayo mnaiona kwenu nyinyi nipendwa sana kwa mashabiki zenu? Naam, ningependa hiyo nyimbo tuiimbe, kwa sababu hata kwenye komenti watu wengi sana ndo huwa wanapenda sana kuiimba hapa tulipo we pananuka kivumba, sina tuja kiona. Hapa tulipo we pananuka kivumba, sina tuja kiona. Hapa tulipo we pananuka kivumba, sina tuja kiona, nyita. Mkimalizaga hivyo huwa ni nini kwanza ambacho kimewafanya mpaka mwe mnamaliza sini zenu na nyita? Naona mpaka hata watoto wadogo mtaani nao wanafanya hivyo Ilikuwaje mpaka mkafikia idea ya kusema kwamba sisi bwana tukimaliza sini tumalize na, na nyita? Aa, nyita kwa sababu kwanza, naomba tungewafahamu Wanguku na Karulete, historia yao. nilikuwa ni, ni waganga kweli katika mkoa wa Tabora. mm -hmm. Yaani tunavyo play part mimi Karulete na Wanguku ndipo wa, wao walikuwepo na hiyo nyita, nilikuwa ni kama ni agizo la mzimu ambaye tunamheshimu, na ndio maana hata sisi kwenye episodi zetu au kwenye vipande vyetu, huo umeona sasa ndio kama tunaifanya finishing na watu wengi huo wanaipenda sasa sana sana tu Dubai, China, tukiangalia South Africa, kuna baadhi ya watu wanapenda sana kwenye comment wanapenda sana kutumia hiyo nyita. hmm. Okay, ningependa ku ilikuwaje mpaka kuwepo katika Msusi Mchawi kwenye project kubwa sana ya Msusi Mchawi, ilikuwaje? Nataka kufahamu juu ya hilo connection mpaka kufika Urithi TV na kuanza kufanya kazi project mpaka hivi tunaona Msusi Mchawi inakimbia. Ah, ningependa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Allahu Subhanahu wa Ta'ala na mimi connection mtu aloweza kunifanikisha paka kufika kwenye Msusi Mchawi na braza angu mwalimu wangu wa sanaa Magobo Jalimuda, yeye ndo aliweza kunifanikisha kwa kuona kwamba kweli mimi na Doto tuna uwezo wa kufanya hichi kitu cha, kwa sababu cha kwanza yeye ni mwalimu wetu wa sanaa, ameshatufundisha vitu vingi sana, na ndio maana amesema, nyinyi wadogo zangu ndio mtakava nafasi hii na nashukuru pati tuliopewa mimi na Doto ni kubwa sana, na kwa kwa komenti za mashabiki wanapendezewa sana, na pia wanavyotuona kwenye nyimbo tunavyo fresh back na tunazidi kupenda sana mashabiki wetu, mnavyotupenda na si ndio tunazidi kufanya vitu vizuri. njite wewe kitutu njite wa mayo wewe kitutu njite wewe kitutu mwana wa mayo wewe kitutu njite wewe kitutu mwana wa mayo wewe kitutu mwana mwana. weki mwana weki nita <laughs> Mimi ningependa kutamani, kwanza ni sini gani ambayo mnaipenda zaidi kwenye Msusi Mchawi? <laughs> Sini ninayoipenda kwenye Msusi Mchawi ni sini ambayo mimi namwambia Sudi, umeshakuwa sasa. Nilitamani hilo kuona unalisema wewe mwenyewe, sijalisema mimi. Hiyo sini naipenda sana kwa sababu niliona akakua, lakini mwisho kaja kumaliza na kitu cha ovyo kwao, nikaona kumbe ili bado zuzu vile vile ni sini naoipenda sana kusema kiukweli, mm. hapo Alhabibi. Uh, mi ningependa kusema kwanza, sini ambayo ninazozipenda nyingi sana ila, kuna watu a wa wananogesha sini bwana ingali mm. mimi ni kama wanguku mm. mi napenda upoyoyo wa Suli, mm. Sudi bwana, unajua Sudi anapopokea michambo ananipa reaction moja ambayo ile sura yake yaani yale michambo hata kama imo kwenye sini lakini inamuingia kikweli kweli, hasa ule upoyo wake. Huwa mimi napenda kupata kitu kimoja. Kama ile script moja ilikuwa inasema vitu vizuri vinatokana na vitu vibaya, jifunze kupata kitu kimoja ili upate vingi kwa faida yako. Pale Sudi alipokea kwa reaction moja safi sana ambayo yu, ikanifanya yu, kuamini kwamba Sudi anaweza kucheza na sisi. Mlevi sogea hapo, simama hapo jioni kingine mm. Mlevi mm. ananifurahisha sana labibi mm akiwa yuko kwenye chama cha wachawi mm, akiwa yuko kama kwenye kikao pale basi, wenzio wakisema uchawi! Haya wanga wanga! Uchawi! Haya wanga wanga! Yani ile sauti yake tayari iko vibe, iko vaibo na vile kuropoka kwake kuna nivutia sana. Hebu hebu tukwambie bwana, watu wanataka kusikia sauti yako bwana, itupe uchawi. Uchawi! Haya wanga wanga Uchawi aanogi nyo, ningependa kujua ni sini gani ambayo unaipenda kwa katika upande wako wewe, bwana tosha, kwenye Msusi Mchawi kwanza? <laughs> <laughs> Ndugu mwandishi, kuna kitu ambacho ghafla <coughs> tu nilikuta jina limenikaa bila kulitegemea, watu wakaanza kuniita gogola choo katika Msusi Mchawi hmm. pia sini ambazo nimetokea kuzipenda sini za hawa ndugu zangu zote ni mzuri, zote ni mzuri. Alikadhalika ile sini ambayo yule jamaa kaenda kumkamata binti Mbigili kumshika, alafu kajikuta kashika mbuzi. Mbuzi sana ile dini, hujuetana na miziki ile ya tilitala akapewa jamaa, akapokaza kukamata mtu, kapata nyama, alafu kaiacha kakimbia nyama nyama nyama. <laughs> Sibora <laughs> Sibora ngeondoka na nyama. Mimi mimi natamani sana kujua maisha yenu ya yakiwa nje ya kazi, mnaishi maisha gani, na mkiwa kwenye kambi na mkiwa kwenye kazi ni watu wa aina gani? uh, Ningeanza na mimi Karulete. Mimi nje ya kazi ya msusi ni baba wa watoto watatu pia vilevile najihusisha na maswala ya ufundi, masuala ya decoration, kupaua kufunga branding, umeona? na kazi hizo zote ukiingia katika Ulisi Plus zote tumeexport humo na utaona kazi zetu tunavyozifanya. Kwa wale watu wanaopenda hivyo vitu watakuja kuingia ndani ya Ulisi Plus, na kuweza kuviona hivyo alhabibi afu alhabibi bwana yeah, apokati bwana, shekhe we, bwana mufti, bwana we, bwana shekhe. Kwa watu wengi ambao wanaitazama hii video wanajari, wanajaribu kuvuta kumbukumbu bwana huyu shekhe kama nilimwona sehemu hivi kama nilimwona maeneo hivi. Mimi najaribu kuwafumbua kidogo huyu shekhe ni mwenye binafsi kabisa. Niliweza kukutana naye TikTok na mawaidha yake mbalimbali ikiwemo mbali, mawaidha yale anaenda kwenye makaburi na kuwahusia watu mbalimbali mbali. Na vile vile mimi sijamwonea hapo tena. Najaribu kuwakumbusha tena wanaofuatilia huyu mtu bwana, kile anapotokea Bongo Star Search ana namba yake special kabisa. Namba gani kwanza, tuambie kwenye namba yako ya Bongo Star Search. choko Ay, choko ndio mambo mliozoea, hehe <laughs> kuweka vigenge na maneno mkiongelea Hai. <laughs> Ai, nikishinda mna vimba toba amuishi kuniwinda, Mungu ndo ananilinda. Yala, we mwanadamu gani uliyekosa aibu? Uenda kuna kosa nieleze kilicho kusibu. Uishi zogoa zogoa zogoa. Ukilala zogoa zogoa. Unajua, wenyewe wanasema sauti ya sheitani ni mziki. Kwa hiyo mm. mziki sometimes moja huwa unaumo ndani ya mioyo lakini mm. sio kwamba labda havipo vitu vya kimungu mm, vitu vya kimungu vipo, tuna imani tosha, kwa sababu katika maisha kama tunaamini uu uzima, basi pia tunaamini uu umauti na tunavyoamini hivi, tunaamini kullu mu'min aqil, kila muumini ana ya akili yake. Navyowapa hivi vitu huwa nawapa kwa nyoo ile, kwa thabit, kwa sababu hata na mimi nafsi yangu naikanya ijikataze na matendo maovu, kwa sababu sisi wanadamu bado tuna makosa hata atataalam binafsika, nafsi zetu zinatakiwa zielimike kwa hali matendo yetu tunayofanya ya siri na ya dhahiri, kwa sababu Mwenyezi Mungu haya yote anayaona, na ndio maana anakuwa life coach fi sabili life of oldi, kwa kuwapa watu maneno ya mawaidha kwa kujua kwamba kifo kipo kadhalika. Yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, Allah pekee ndo anatubainishia aya zake tu wenye kuzifahamu tu wenye kuzijua. Kwa hiyo kwenye nafsi zetu hakuna mwanadamu aliyekuwa hana neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kako. Haya maisha tu tunaishi kwa sababu tumo ndani ya ulimwengu, kwa sababu hata hiyo akhira unaambo itafute katika ulimwengu, vile ambavyo napowapa dawa mm. za kwenye makaburini kule, mm. kujisahilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujua kwamba sisi mm. la tansa dhikrullah mm. fa innal mauta kad nasita mm. mm. kumbuka umauti, hakika umauti mm. hautokusahau. Kwa hiyo ile hofu yangu naamua kutoa yale yangu ya moyo mm. kuwapa watu, lakini lengo sote tu aidhike. Mimi Mungu amenijalia talent Hmm. Hii talenti siwezi kuificha nikasema, hmm, niiyeke ndani hmm, madhali Mungu amenipa kipawa, mi nakionyesha, na ndo maana najaribu kujionyesha hata Bongo Star Search. Lengo watu wapokee kile nilichokuwa nacho na kupokea ina maana kuna kun fayakun ya Mwenyezi mwenye Mungu, ambayo ndio italeta ujira wa kuweza kuamini kwamba mimi nina kipaji ama sina kipaji. Lakini mnaponiona Bongo Star Search, lengo mimi ni kama muktasar. Unajua, mi nikienda pale mzee Hanide na papa na nguru, nikifika pale mzee wa enzaimu, kwa sababu mimi unavyoniona, mi ni husband ambaye kuna mtu nyuma yangu ananitegemea kama hivi. Nikiwa kazini nakuwa kama chizi, ila nikiwa nyumbani baba Mburu, familia kwa hiyo napokuwepo katika mazingira yangu nataka mupokee muamini na kipawa ambacho mbali mnavyoniona Mungu amenipa mm. Na mpaka leo hii mnaniona katika Msusi, Msusi Mchawi, uyuwe basi Mwenyezi Mungu ametaka, kwa sababu muda mwingi nilikaa benchi. Braza Magobo alinipigia simu alhabibi. Vipi safi bwana, mi niko zangu Mombasa Kenya, hapo unavyoniona katika mazingira yangu ya fisabilillahi dawadawa kunyosha. Basi nikirudi katika Msusi Mchawi nitaingia episodi ya ngapi? Episodi ya tano utapanda, na ndio maana mkaniona episodi ya tano. Nilikuwa hivyo na pacha wangu ambaye Kalulete mwana wa Kalulete akishirikiana na Wanguku wazee wa Nyita. Twende kwako. Tosha bwana, tosha. Maisha yako ya, ya, ya nyumbani na maisha ya kambini na maisha yako ya kikazi yapoje? A, mimi maisha yangu ya, ya nyumbani napendaga kujiita wakala wa kimataifa yaani, yeah. Maisha yangu ya nyumbani ni udalali, nadalalia kazi tofauti tofauti, lakini nikiwa huku katika sanaa maisha yangu ya sanaa ni mengine kabisa sana, huenda mpaka simu yangu ya kazi za nyumbani wanazima watu wasinipate, ndio e. kwa hiyo maisha ya sanaa ni maisha mengine na maisha kazi ya kazi zangu nyumbani ni maisha mengine, lakini vyote kwa ujumla navipenda okay neno lenu la mwisho kwa mashabiki ambao wamewapokea kwenye series ya Msusi Mchawi pamoja na kazi zenu ambazo mnazozifanya, nini ushauri wenu kwao, kwao mashabiki ambao wanawafatilia na kuwatazama kupitia Msusi Mchawi? Tukianza na Karulete Wanguku pamoja na Tosha. Twende Karulete. Mimi ningependa kuwaambia mashabiki wetu waendelee kukaa, kutulia, kuna mengi mazuri yanakuja Karurete na kuja na nyimbo mpya tena tamu hatari, nikishirikiana na wanguku mona. Mashabiki wetu napenda watulie, YouTube wakae mapema sana, wa link na kusubscribe na kumaliza mara kila kitu makmenti malaiki yote pale, ili wapate mzigo mapema uliokuwa mololo, wale wanaompenda kumuona wanguku karulete dabwana tosha hapo, kati mlevi mchawi. Wewe mlevi mre, mchawi umemwona wapi? gogo la choo alwatan mpanda minazi na laba. Wewe ushe kuona wapi mtu kama huyo? na pia vile vile napenda niwaambie watu mnaotaka kufanya matangazo na sisi, msiogope, karibuni sana Urithi okay, TV Umone muda wote saa yote sisi tupo. If we are the same, we'll be together. Just come along, if we were, if we are long enough to the top tomorrow. Kwa hiyo karibuni sana karibuni sana, mna mtafuta hapo Mr. Ulithi TV, and then mna bageni naye na mna uwezo kufanya tangazo, na mkiwa na karulete wa nguku tosha, na wale wote mnaowaona pia vilevile, kwa watu ambao wenye vipaji vya sanaa, msiogope kuja katika Urithi TV. Kuna namba zetu ziko hapo chini, zitapita utaziona, zichukue, utaelezewa, utapewa fed ya vipi unatakiwa kuingia katika kikundi chetu, ili uweze kuonesha na wewe sanaa yako, iwe wewe ni mlemavu uoni uski bubu sisi Urithi TV tunampokea yeah, kila mtu ndio maana jina letu tunatumia Urithi TV. TV kwa sababu hizi mila na desturi tumeachiwa na wazee na ndio maana umo ndani unawasikia wakina Msongea Mbano, wakina Kumala Moto Watawatabola, unawasikia kina Kingalu, umeona bwana, wakina Kodelo wakina bibi, Bibi Ziwa Moja hapo uh, wote mm, utawasikia wakina Chifu Mkwaa wote utawasikia mm, kwa sababu ni Urithi TV, TV. Imeisha ya.